Mtazamaji, daraja la Mtwapa ni mojawapo ya kiunganishi muhimu kati ya kaunti ya Mombasa na ile ya Kilifi, na pia mpaka kati ya kaunti hizo mbili. Wanaotumia daraja hilo kwa kutumia miguu wanaonekana kuwa katika hatari zaidi, kwani hakuna vizuizi vya kuepusha na ajali wakati magari yanapokosa mwelekeo. Oscar Ochieng' ana taarifa hiyo kwa kina. Ajali za barabarani zinapotokea, watu hutafuta sehemu ya kuelekeza lawama na kujaribu kutafuta ni nani aliyekosa ndiposa ajali hiyo ikatokea. Katika daraja la Mtwapa, hali ilivyo ni kama hakuna wa kulaumiwa kufuatia kukosekana kwa vizuizi katika daraja hili. Clinton Thoya mkaazi wa Shanzu hutekeleza shughuli zake eneo la Mtwapa ila analazimika kutumia daraja hilo licha ya hatari inayomkodolea macho. Na hata ukiangalia sehemu ambayo watu wanapitia huku kwa miguu, pia nao ni ndogo, kwa sababu utakuta mtu, kuna besikeli huko juu ya hukomba kwa miguu, na pia mtu kwa miguu na no. sehemu hiyo moja, ambapo hata mtu akimgonga mwenzake inaweza changia hata mtu kwa mkwanda ya maji ndani ya maji. Ishara za barabarani zilizopo hapa zinaonekana kupuuzwa na waendeshaji magari. Toya anaonekana kuwa na suluhu hii bridge hiyo inaweza kapanuli wa miguu hata mikokoteni kwa tukutuku. Panapokuwa na msongamano katika daraja hili, inakuwa hali ya mwenye nguvu mpishe kati ya waendeshaji bodaboda na wanaotumia miguu. Ni upande wa wawache madharau kwawapita njia maanake, hata akikupata hata kama ni kwa pale kwa cross mahali crossway mahali kwa pedestrians bedestri pato hata hana aoni kama wewe pia unafaa kama binadamu, anaweza aidha akukonge ama kutukane pale pale. Kulingana na mamlaka ya usalama barabarani NTSA, wanaotumia miguu barabarani ndio walio katika hatari zaidi. Katika ripoti iliyotolewa hivi majuzi na mamlaka hiyo watu 845 wanaotumia miguu barabarani waliaga dunia kati ya Januari na Agosti mwaka huu, huku jumla ikiwa watu 1971 waliofariki katika ajali za barabarani. Baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa kuzuia vifo hivyo ni watu kuzingatia tabia zitakazoepusha na ajali ikiwemo kuvaa mavazi yatakayoonekana na madereva. Mojawapo ya mapendekezo yaliyotolewa ni kuwa sharti wanaotumia miguu kutembea katika sehemu zilizotengwa, lakini mapendekezo hayo hayajatoa mwongozo kuhusiana na usalama wa watu hao hao wanaotumia miguu katika sehemu kama hii ya daraja la Mtwapa, kwani daraja hili hadi kufikia sasa halina vizuizi. Oscar Ochieng', Pwani TV, habari za mwambao.